Naomba leo mnipokee kama ndugu yenu. Nimekuja sio kama waziri wa mambo wa ya nje au mgeni rasmi tu, lakini naomba nizidishe, nimekuja kama ndugu yenu kwa so, sababu so, ni mimi ni muumini mkubwa sana. Bila ya sekta yenu sisi hatupate mshahara, kwa sababu kodi yote ya serikali inatokea kwenu nyinyi. Kwa hiyo bila nyinyi kuwaimarisha sisi aini muumini kwamba sisi ni watumishi wenu nyinyi, tunataka tuwatumikie nyinyi. Mimi ni muumini wa hilo. Kwa hilo anajua amani. Nafanya naye kazi sana. Mimi ni muumini. Kwa kwamba sisi tunatakiwa tuwatumikie nyinyi. Sio the other way around. Panapokuwa na changamoto yoyote sisi tunatakiwa tuwaunganishe tukusaidieni nyinyi kwa hali na mali. Na namshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia katibu wake wa The National Business Council amekuwa very active. Kwa hiyo ule katibu ni mtumishi wenu anatakiwa atumikie uh, na nyinyi pia. Pili, nimeona mengi katika muda huu na nimesoma mengi hii chemba kidogo naijua mimi kwa miaka naweza kusema ishirini mpaka ishirini eh, na tano, unakumbuka na nimeona mengi yakienda juu yakirudi chini nimeona vyombo vingine, nilikuwa naongea na rais wenu wa kwanza, vyombo vingine vikiundwa, TPSF CCO round table. Nimeona misuli watutunishiana baina ya CTI Confederation of Tanzanian Industries na ninyi wenyewe, nimeona katika historia yangu mimi mwenyewe na pia katika kuwepo sekta binafsi. Profesa wangu anacheka hivi, Dr. Samuel Nyantahe yupo, yupo, naomba msalimie sana, yule ni CTI yule ni msuli wa CTI. <laughs> Yule ni damdamu, namjua, namjua Dr. Samuel Nyantae, jamaa yake a kumojahu. Kwa hiyo kwa hiyo nimeona eh, matajiri wakiwaangalia maskini. Nimeona wenye biashara kubwa kama niwasemarahisi, wenu wengine wana bajeti kweli, wale wa wale, kule wana bajeti kwa ushindani wa duniani ameagiza wafanya biashara wazalendo wa Tanzania tuwape priority. Ametuapita kama hatuja kupeli nyinyi priority, biashara zote zitachukuliwa na hao wengine miaai, kutaja mataifa siruhusiki, kutaja mataifa wala makabila mengine siruhusiki. Sheria nawe mwanasheria utakuwa unajua sababu sababu, kesho mtu anaweza kunukuu lakini tumeambiwa tuwape priority wazalendo, na katika ukumbi huu mimi naona wazalendo ndio nyinyi na nyie ndio mnaongana na hicamba. Wageni hawaji wanakuwa wanaanzisha mavitu yao huko nwe wanafanya na kadhalika, lakini kwa hiyo, hii ni priority ambayo mheshimiwa rais mwenyewe katuagiza, na ndio maana katika kila safari zake anauliza nataka idadi ya wafanya biashara angalau kumi wazalendo. Na mara nyingi sana huwa tunakuja kwenye chemba kuja kuomba hilo. Kwa hiyo nimpongeze mwenye kiti kwa kuziangalia fursa hizo na, na, na kuweza kuzikabili changamoto. Naamini pia mna changamoto za kiutawala na changamoto za ushirikishaji makundi yote pia mmeeleza, lakini katiba hii mpya ambayo mimi nakupongezeni sana kuja nayo itakuwa ni jumuishi zaidi na pia nikuongezeni, mmemchagua taalamu mzuri, msikipa na mwingine zaidi bora

Ee, hii ni process kubadilisha katiba, nikupongezeni sana na naamini TCCIA itapata fursa pana zaidi.